DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imetimia saa kumi kamili ya pa Ujerumani. Hujambo na karibu kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji ni mie John Juma. Iran yasema ipo tayari kwa vita, huku hofu ikiongezeka kuhusu idadi ya vifo vya waandamanaji. Gambia yaiambia mahakama ya kimataifa ya haki kwamba Myanmar ililenga kuiangamiza jamii jami ya wachache ya Warohinja. Na shirikisho la soka barani Afrika, CAF, limeanzisha uchunguzi dhidi ya vurugu zinazoshuhudiwa katika mashindano ya AFCON huko Moroko. Habari kamili. Teheran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, abbas Araghchi, amesema nchi yake imejiandaa kwa vita na vile vile mazungumzo. Araghchi amesema hayo kama jibu kwa vitisho kwa rais wa marekani Donald Trump kwamba atashambulia Iran kijeshi kufuatia hatua ya jamhuri hiyo ya kiislamu kukandamiza waandamanaji, ambapo watetezi wa haki za binadamu wameripoti kwamba mamia wameuawa kwa wiki mbili zilizopita maandamano ambayo awali yalichochewa na hali ngumu ya uchumi yamegeuka kuwa ya vurugu na miongoni mwa mitihani mikubwa kwa utawala wa Iran ambao umedumu tangu mapinduzi ya kiislamu ya mwaka 1979. Rais Donald Trump amesema mkutano, amesema mkutano na viongozi wa Iran unaandaliwa lakini pia atatafakari hatua za kijeshi. The Hague Myanmar ilifanya mashambulizi ya kikatili dhidi ya jamii ya wachache wa Rohingya kwa lengo la kuiangamiza jamii hiyo. Waziri wa Sheria wa Gambia Dauda Jalo ameiambia Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ iliyoko The Hague, Uholanzi leo Jumatatu, wakati wa kuanza kwa kesi ya mauaji ya kimbari. Dauda amesema mashtaka yao si masuala ya falsafa za sheria, bali ni masuala yanayowahusu watu halisi wa Rohingya waliolengwa kwa maangamizi. Gambia ilifungua kesi kwa mara ya kwanza dhidi ya Myanmar mnamo mwaka 2019 ikidai kuwa operesheni ya kusafisha iliyofanywa na jeshi la Myanmar mwaka 2017 ilikiuka mkataba wa kuzuia mauaji ya kimbari wa mwaka 1948. Ahmedabad, India. Ujerumani na India zimepanga kuongeza ushirikiano wao katika sekta ya ulinzi. Hii ni baada ya wizara zao za ulinzi kusaini azma ya pamoja wakati wa ziara ya kansela Friedrich Merz katika jiji la Ahmedabad nchini India leo Jumatatu. Merz aliyekaribishwa na waziri mkuu Narendra Modi na kutembelea sehemu inayohusishwa na shujaa wa taifa hilo Mahatma Gandhi amesema kwa kuzingatia hayo, ni jambo muhimu hasa kimkakati kwamba tunaimarisha ushirikiano kati ya sekta zetu za ulinzi. Hili litaimarisha pande zote mbili na pia kusaidia kupunguza utegemezi wa India kwa mfano kwa Urusi. <coughs> India inapanga kujenga manowari sita kwa kushirikiana na kampuni ya Kijerumani ThyssenKrupp Marine Systems TKMS mjini Mumbai, mradi unaokadiriwa kugharimu euro bilioni 8, sawa na dola bilioni 9.34. Mkataba wa mradi huu unatarajiwa kusainiwa hivi karibuni na unaweza kufungua njia kwa ushirikiano zaidi. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kampala, Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ataitisha maandamano ikiwa rais Yoweri Museveni ataupora uchaguzi mkuu utakaofanyika Alhamisi wiki hii na kwamba atakaribisha uingiliaji kati wa Marekani. Zaidi ya watu milioni 20 wamesajiliwa kupiga kura hiyo, ambapo Museveni mwenye umri wa miaka 81 ambaye ameitawala Uganda kwa miongo minne, anatarajiwa kurefusha utawala wake kwa muhula mwingine. Mpinzani mkuu wa Museveni, Bobi Wine, mwenye umri wa miaka 43 atawania urais mara ya pili. Aliwania urais kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2021 ambapo alishindwa huku kukiwa na madai ya udanganyifu. Kampeni zake zimekuwa zikikabiliwa na ukandamizaji mkali kutoka kwa vyombo vya usalama. Moroko. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limeanzisha uchunguzi na kuonya juu ya uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kinidhamu kufuatia kile lilichosema ni tabia zisizokubalika. Hii ni baada ya wachezaji kupigana uwanjani mwishoni mwa mchezo wa robo fainali za kombe la mataifa ya Afrika kati ya Algeria na Nigeria. CAF, imesema katika taarifa kuwa imewasilisha suala hilo kwa bodi ya nidhamu kwa ajili ya uchunguzi na kutoa wito wa kuchukua hatua zinazofaa kulishuhudiwa sekeseke uwanjani seke mwishoni mwa mechi hiyo iliyochezwa jumamosi mjini marakesh ambapo nigeria ilishinda 2-0 hatua zozote za kinidhamu zinaweza kuwa na athari kwa timu, timu ya Super Eagles wakati wakijiandaa na mchezo wa nusu fainali siku ya jumatano dhidi ya moroko hata hivyo CAF imesema inachunguza pia matukio yaliyotokea katika mchezo wa robo fainali siku ya Ijumaa kati ya Moroko na Cameroon. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW dunia yetu leo jioni ni kutakie jioni njema, John Juma. Asante msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tuangazie safu ya uchambuzi. Maelfu ya Wairan wameandamana hivi leo kuing... Pinga, ama kuiunga mkono serikali baada ya wiki mbili za maandamano ya kuipinga. Na tume ya uchaguzi ya Uganda imewaagiza waangalizi wote kutowasilisha ripoti zao za uchunguzi kwa vyombo vya habari wala kwa umma kabla ya kuziwasilisha kwa tume hiyo. Vile vile tumekuandalia taarifa ya Mahakama ya Umoja wa Mataifa ya Haki ICJ imeanza kusikiliza kesi ya mauaji ya halaiki dhidi ya Myanmar. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi moja kwa moja tuanzie na uchambuzi. Maelfu ya Wairan wameandamana hivi leo kuiunga mkono serikali baada ya wiki mbili za maandamano ya kuipinga serikali yaliyochochewa na kudorora kwa uchumi. Aidha, umoja wa Ulaya umesema unaandaa vikwazo vipya kwa Iran baada ya utawala wa mjini Tehran kuzima maandamano kwa kutumia nguvu kubwa zaidi. Anasimulia Bakari Ubena. Maelfu ya raia wa Iran wamemiminika mitaani leo Jumatatu, katika ishara ya kuiunga mkono serikali ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pamoja na kuomboleza vifo vya maafisa wa usalama waliouawa wakati wa maandamano hayo. Watu waliokuwa wamebeba bendera ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walifurika katika uwanja wa Mapinduzi mjini Teheran. Mikusanyiko kama hiyo imeripotiwa pia katika miji mingine baada ya wito wa rais Masud Pezeshkian wa kuwataka watu kupinga kile kinachotajwa na utawala kuwa ni machafuko. Akihutubia umati mjini Tehran, spika wa bunge la Iran amezituhumu Marekani na Israel kwa kuchochea maandamano hayo huku akilitaja jibu la kukabiliana na wimbi la maandamano hayo yaliyoitikisa jamhuri hiyo ya kiislamu kwa wiki mbili kuwa ni vita dhidi ya magaidi. Muhammad Bachir Khalibaf amesema Iran inapigana vita vya pande nne Irani inapigana na Marekani na Israeli vita vya kiuchumi, kisaikolojia, kijeshi na leo hii vita dhidi ya magaidi. Taifa kubwa la Iran halijawahi kumruhusu adui kufikia malengo yake. Spika huyo wa bunge ameapa kwamba jeshi la Iran litamfundisha rais wa Marekani Donald Trump somo lisilosahaulika iwapo kutakuwa na shambulio jipya. Aidha, Trump amesema hivi leo kuwa Iran iko tayari kwa mazungumzo baada ya kutishia kuishambulia. Kauli ya Trump ilitolewa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Oman, nchi ambayo kwa muda mrefu imekuwa mpatanishi kati ya Washington na Tehran, kufanya ziara huko Iran mwishoni mwa juma. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Ismail Baghaei alirejelea kauli yake kuwa jamhuri hiyo ya kiislamu iko tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini akasisitiza pia kwamba Iran imej ndaa kikamilifu kwa vita. Katika hatua nyingine, kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake nchini Marekani la HRANA limesema limethibitisha vifo vya waandamanaji 490 na maafisa 48 wa usalama, huku zaidi ya watu 160 wakikamatwa tangu kuanza kwa maandamano hayo mnamo Desemba 28 mwaka jana, na ambayo yameenea kote nchini humo. Hata hivyo, idadi hiyo haikuweza kuthibitishwa na vyombo huru vya habari kutokana na kuzimwa kwa mtandao wa intaneti tangu al Alhamisi wiki iliyopita. Umoja wa Ulaya kupitia msemaji wake Anwar El Anuni umesema unatathmini uwezekano wa kuiwekea vikwazo vipya na vikali zaidi Iran kutokana na ukandamizaji dhidi ya waandamanaji. Nam, tutoke huko Iran tuelekee sasa afrika mashariki. Tume ya uchaguzi ya Uganda imewaagiza waangalizi wote kutowasilisha ripoti zao za uchunguzi kuhusu uchaguzi kwa vyombo vya habari wala kwa umma kabla ya kuziwasilisha kwa tume hiyo. Baadhi ya waangalizi wamelalamika kwamba hatua wa hiyo ya tume inalenga kubana uhuru wao wa kueleza waziwazi kilichotokea wakati wa uchaguzi. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel na taarifa zaidi. Kama ilivyo katika nchi mbalimbali, waangalizi wa kigeni wanaoalikwa na serikali ya Uganda kusimamia uchaguzi wamekuwa sehemu ya muundo wa kufuatilia zoezi hilo, kuhakiki viwango vya kuwa huru na haki. Hata hivyo, maagizo ambayo waangalizi wamepewa na tume ya uchaguzi, ikiwa pamoja na vyombo vya usalama vya nchi hiyo, yanaashiria kuwa safari hii wataendesha shughuli zao chini ya masharti tofauti na walivyotarajia. Kwa mfano, waangalizi wameagizwa kutowasilisha ripoti zao kwa umma wala vyombo vya habari kabla ya kuziwasilisha kwa tume hiyo. Mwenye mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Simon Biabakama ametamka hivi kwenye kikao cha kutoa maelekezo kwa waangalizi: in light of what we have experienced in the past, kutokana na hali ambayo tumewahi kukumbwa nayo hapo awali, waangalizi wasitoe ripoti zao kwa umma kabla ya kuziwasilisha kwa tume ya uchaguzi. Hii ni kwa sababu tunataka kuwepo mchakato unaoaminika kufanyika katika mazingira ya usawa na amani, peaceful, free and fair process. Tamko hili limeibua hoja kama tume ya uchaguzi ndiyo itakayoidhinisha ripoti za waangalizi. Katika chaguzi zilizopita, ujumbe wa ngazi za juu ukijumlisha waangalizi kutoka jumuiya na mashirika mbalimbali, mbali ya utawala na demokrasia kimataifa, wamekuwa wakija Uganda kufuatilia hali ya uchaguzi kabla, wakati na baada ya zoezi la kupiga kura. Katika ripoti zao, wajumbe hao aidha hutoa mapendekezo kuhusiana na mapungufu yaliyojitokeza na kuyawasilisha kwa serikali. Balozi Dr. Deo Mwapinga ambaye ni katibu mkuu wa jukwaa la kibunge la nchi za maziwa makuu ICGLR, lenye makao yake makuu Kinshasa, DRC, ameelezea kile watakachozingatia kufuatia maelekezo hayo. Kwa sisi tupo hapa sio kwa ajili ya kama malefarii hapana, sisi tukuja koje kuangalia na kusema hiki kimeenda hivi na hivi. Kwa tupo hapa kwa ajili ya hiyo uangalizi tu, na si kusema kwamba wewe hapo umepiga buti au umefanya nini? Kulingana na baadhi ya wadadisi wa masuala ya kisiasa, masharti waliowekewa waangalizi yanazidi kuthibitisha kwamba wao ni watalii wa uchaguzi tu na hawana mchango wowote watakaotoa kwa mchakato wa kidemokrasia na utawala wa kisheria. Mchambuzi Mande Akol Amazima ana mtazamo huu: kuitwa watalii wa uchaguzi ni kutokana na kwamba hata pale wanapopewa masharti yanayokiuka kanuni za msingi za uchaguzi bora, wanashindwa kusema kwamba kupinga na kusema kwamba hapana, sisi hatutaendelea, basi tumeamua kurudi makwetu. Makundi ya waangalizi yanajumuisha ujumbe wa Umoja wa Afrika ukiongozwa na aliyekuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan ambaye amehimiza kuwepo na fursa kwa mataifa kama Uganda kubadilisha uongozi kwa njia ya amani. Lubege Manuel, DW, Kampala. DW, tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunaendelea kuvuma pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW, sisite kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii na vile vile, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta tu DW Kiswahili. Tuendelee na uchambuzi. Mahakama ya Umoja wa Mataifa ya Haki ICJ imeanza kusikiliza kesi ya mauaji ya halaiki dhidi ya Myanmar kuhusu ukandamizaji wa watu wa kabila la Rohingya. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo. Gambia, nchi ya Afrika Magharibi, ilifungua kesi dhidi ya Myanmar katika mahakama hiyo ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2019 kwa kuzingatia mkataba wa mauaji ya kimbari wa mwaka 1948 katika kesi hiyo Gambia inadai kwamba wanajeshi wa Myanmar walifanya operesheni iliyodhamiria kuwaangamiza Warohinja mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba. Myanmar ambayo imekuwa ikiongozwa na tawala za kijeshi inakana madai hayo dhidi yake. Nchi zingine kumi ikiwa ni pamoja na Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zimejiunga na kesi hiyo tangu wakati huo. Kesi hiyo imeanza kusikilizwa hii leo Jumatatu, katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ nchini Uholanzi kutathmini iwapo Myanmar inahusika na mauaji ya halaiki dhidi ya kabila la wachache la Warohinja. Dauda Jalo, waziri wa sheria wa Gambia ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa nchi hiyo na wakala katika mahakama ya ICJ amesema hakuna mtu aliyewajibishwa kwa uhalifu dhidi ya Warohinja. These oral hearings come at a time. Vikao hivi vya mahakama vinafanyika wakati ambapo kanuni za msingi za sheria za kimataifa kama zilivyosainiwa katika mkataba wa umoja wa mataifa zinatishiwa duniani kote. Wengi wamepoteza imani katika ahadi ya sheria za kimataifa na wengi wanaiangalia kesi hii ili kuona kama mkataba wa mauaji ya kimbari ni zaidi ya maneno tu kwenye karatasi. Tuna uhakika kwamba mahakama hii chombo kikuu cha mahakama cha Umoja wa Mataifa itasimama imara na kuunga mkono utawala wa sheria unaoonyesha dhamira yetu ya pamoja. Wakili anayeiwakilisha Gambia, Philippe Sands, amesema kwa ujumla ushahidi uliowasilishwa na Gambia unathibitishwa kikamilifu na uchunguzi makini na wa kina wa ujumbe wa kutafuta ukweli wa Umoja wa Mataifa UNFFM na masimulizi ya mashahidi yaliyokusanywa na chombo hicho. Uamuzi wa mwisho unaweza kuchukua miezi au hata miaka, na ingawa ICJ haina njia ya kutekeleza maamuzi yake, uamuzi unaounga mkono Gambia utaongeza shinikizo zaidi la kisiasa kwa Myanmar. Shukran sana Zainab Aziz kwa ripoti hiyo. Zanzibar imetimiza hivi leo miaka 62 tangu kufanyika mapinduzi ya Januari 12 mwaka 1964 ambayo yalidondosha madarakani serikali ya mseto wa vyama vya ZNP na ZPP pamoja na kuangusha utawala wa kisultani. Mwandishi wetu Yakub Talib amezungumza na Ali Abeid Karume, mwanasiasa mkongwe visiwani humo ambaye pia ni mtoto wa rais wa kwanza wa Zanzibar, Abeid Karume, kuhusiana na hali ya Zanzibar miongo sita baada ya mapinduzi hayo. Wakati wa mapinduzi walikufa watu wengi sana, na katika watu waliokufa kwa wakati ule nilikuwa sina uhusiano nao, lakini baadaye kutokana na ndoa nikaja nikagundua kwamba katika baadhi ya watu waliokufa siku wa ya mapinduzi wengine jamaa zangu. A, sasa ile ilinipa mimi hisia kwamba sisi Wazanzibari, yametokea mapinduzi, wengine watayaona mapinduzi ni kitu kibaya, wengine wataona kitu cha heri, lakini hakuna mtu yoyote mwenye akili timamu atakwenda kusema kwamba mauaji ya watu kitokezea mtu akafa, hata akiwa mmoja, kwamba kitendo kile kitakuwa kitendo cha heri. Hapana, minasema mapinduzi hao wanaona mapinduzi kwamba ilikuwa shari na wakubalia, kwamba ilikuwa shari, lakini imani yangu ni kwamba shari ile imezaa kheri kwa wazanzibari wote. Tumesoma katika vitabu kwamba kabla ya mapinduzi Zanzibar siasa ilikuwa ya mvutano. Sasa kuna serikali ya umoja wa kitaifa, ingawa mpaka sasa haijafahamika mapinduzi yamefanikiwa kweli kujenga umoja wa kitaifa? Mimi naweza kubali kwamba mapinduzi hayajafanikiwa kujenga umoja wa kitaifa kisiasa, lakini kijamii naona tunakwenda tuna vizuri. Maanake hapa tunasema tuna watu wapinzani, lakini mimi katika marafiki zangu wakubwa wa, wa, wengine ni huko upinzani eh. Fikira zetu ni tofauti, lakini ule ujamii na maelewano yetu ya kwamba sisi sote ni Wazanzibari, tunaelewana kwamba Zanzibar, kwa kuwa iko kuna muungano, Zanzibar maslahi yake lazima yatetewe katika muungano. Balozi, ndio sasa, hali ya kisiasa unaizungumziaje, wakati Wazanzibari wanasheherekea miaka takribani kuelekea miongo sita sasa, kama mwanasiasa, mwanadiplomasia, Zanzibar unaizungumziaje hali yake ya kisiasa? Hali ya kisiasa Zanzibar ni tete, haiko vizuri. mimi ningependelea iwe ingekuwa nzuri zaidi. A, tatizo la Zanzibar ni kwamba tunaiga mitindo ile ya zamani, kwa sababu kabla ya mapinduzi hapa tulikuwa tunafanya uchaguzi kama kawaida, lakini utaratibu wa uchaguzi wakati huo haukuwa wa haki. Sasa ninachoona mimi sasa hivi ni kwamba tabia zile zile mbaya zilizosababisha sisi tukauana hapa zinarejeshwa tena. Nazirejeshwa vipi? Chaguzi zetu za Zanzibar haziendani na misingi ya chaguzi zinavyotegemewa kufanyika. Hapa tunafanya chaguzi kwa kujipanga, kwamba katiba ya CCM inasema kwamba katika uchaguzi CCM kila siku sisi lazima tufanye vitimbi vya kuiba kura kuhakikisha kwamba ushindi ni lazima. Hilo mi nalikataa ni Ali Abeid Karume, mwanasiasa mkongwe wa visiwani Zanzibar, akizungumzia e, siku ya mapinduzi e, katika eneo hilo. Na tukikamilisha safu ya uchambuzi, serikali ya Kenya imesitisha utoaji upya wa leseni kwa madaktari wa kigeni nchini humo walio na ujuzi sawa na wenyeji. Akitoa uamuzi huo, waziri wa afya Aden Duale amesema watatoa leseni tu kwa madaktari bingwa wa kigeni walio na ujuzi usio patikana nchini humo. Hatua hiyo imekilazimisha chama cha madaktari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi huo. Shisia Wasilwa na taarifa hiyo kwa kina. Waziri Duale amesema kuwa hatua hiyo inalenga kurahisisha kuingia kwa wataalam wa tiba kutoka nje ya nchi na kuongeza upatikanaji wa huduma za afya za kibingwa nchini. Hatutatoa upya leseni kwa madaktari wa kigeni nimetoa. Maagizo kwamba tutaruhusu madaktari wa kigeni kufanya kazi e Kenya iwapo wana ujuzi wa tiba ambayo wenyeji hawana Found. In our country. Chini ya mpangilio huo mpya madaktari wa kigeni wenye sifa na no wanaoalikwa na taasisi za afya hapa nchini hawatohitajika tena kupata leseni tofauti ili kufanya kazi kwa muda nchini Kenya. Badala yake vyeti na stakabadhi zao zitakaguliwa kupitia mifumo iliyopo ya kisheria na kitaasisi kwa ushirikiano na vyombo husika vya kitaalam. Kufuatia uamuzi huo, wa chama cha madaktari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimewasilisha kesi mahakamani kikipinga uamuzi wa serikali ya Kenya wa kufutilia mbali leseni zao za kazi. Franco Alwande ni mwenyekiti wa chama cha madaktari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Kenya. Wengi wao wamekaa hapo wakifanya kazi kwa mahospitali za Kenya kwa miaka zaidi ya kumi, na leo wamepata shida hii, na ndio maana wameamua kufuata njia ya sheria, ili tupate sisi wote kuelewa kwa, kwa nini vyeti vyao vya udaktari haviwezi kuwa renewed. Serikali imesema akufutwa kwa leseni hiyo kutakuza uhamishaji wa ujuzi kwa wataalamu wa ndani, kuendeleza tafiti za kitabibu na kuimarisha nafasi ya Kenya kama kitovu cha huduma za afya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Madaktari wageni wanatarajiwa kufanya kazi bega kwa bega na wenzao wa Kenya, kutoa huduma za juu na kutoa mafunzo bila kuhatarisha viwango vya taaluma. Danstan Omari ni wakili anayewakilisha chama cha madaktari wa DRC nchini Kenya. Maamuzi ya ni nani ambaye atakuwa katika member of east african community hayafanywi na waziri, hufanywa na marais wa mataifa. Marais walikaa na wakasema DRC Congo ni mojawapo ya taifa la jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, mamlaka za udhibiti zimesisitiza kuwa hatua hiyo haimaanishi kulegeza udhibiti wa sekta. Madaktari wote wageni bado watalazimika kuwasilisha ithibati ya taaluma zao usajili katika nchi walikotoka na barua rasmi za mwaliko kutoka kwa taasisi za afya zilizoidhinishwa nchini Kenya. Mabadiliko haya ya sera yanajiri wakati serikali ikiendelea na mageuzi mapana katika sekta ya afya, ikilenga kukabiliana na uhaba wa wataalamu bingwa, kuboresha utoaji wa huduma na kupunguza gharama za Wakenya kutafuta matibabu nje ya nchi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Upande wa pili wa studio, Naja Najat Omar tayari amejaa tele kutuarifu yale anayovuma mitandaoni. Tuende nalo, Naja. Asante sana. Oktoba 2025 nchini Kenya walikamatwa raia sita kutoka Iran waliokamatwa nchini humo wakiwa na dawa za kulevya nyingi sana, mm -hmm. takriban kilo kama 32, ambazo zilikuwa na thamani ya takriban uh, bilioni 8.2 kwa Kenya shilling. Leo kwa mara ya kwanza wamepandishwa kizimbani na wamesomewa mashtaka yao na, ma na mahakama kama ya Shanzu huko Mm. Mombasa. Mm. Na kusema la ukweli, wamekamatwa na wamekiri kwa maneno kweli, walikamatwa na kilo hizo zaidi ya 32 zenye thamani ya pesa hizo. Kilicho uh, wastaajabisha watu wengi baada ya taarifa hii kutoka ni kwamba mm -hmm. walikamatwa baharini kwa sababu wao wanasafirisha hizi dawa za kulevya kupitia njia ya bahari mm. na baada ya kukiri, mahakama imeamuru watu humo warudishwe tena rumande katika gereza la Shimo la Tewa mm. hadi uh, 30 Januari, wakati ambapo kesi hiyo itasikilizwa tena sasa Wakenya wa, wa wengi wamepata taharuki kwenye mitandao ya kijamii. Kama wamekiri na wamekamatwa toka Oktoba, na leo wamekubali hadharani mbele ya mahakama kwamba ni kweli wao ndo walikuwa wanasafirisha mm. na wameonyesha njia za mtandao, kwa nini warudishwe tena mahabusu? Kwa nini kesi hii haikutolewa hukumu? Sasa mjadala ndo umekuwa hapo mm. zaidi maswala ya mahakama Kam. itakavyoamua, basi watu wafuatilie, wasubiri. Sasa Linda Tuli anasema itasikilizwa kisha itasikilizwa kisha itasikilizwa kisha wataachiwa. Mamutu anasema wenyeji ndo wanawakaribisha ili wamalize. Vijana wa Kenya wengi wao walikuwa na laumu kwamba huu mtandao sio kwamba ni e, wamekuja tu wao mm. kuna watu wengi nyuma ambao wana majina wako serikalini bila shaka. Mombasa ni eneo ambalo masuala ya dawa za kulevya yanatikisa sana, kuharibu vijana kabisa wengi wengi, kabisa, sana, wengi, wengi. Unaposhuka hata kuna wale wa mama ambao mba walikuwa wanafanya, wale wanawake ambao walikuwa waliwahi kufanya maandamano wakisema kwamba kuna ye, ile aina moja sijui inaitwaje itolewe hmm? Haya, aina moja ya dawa za kulevya hmm. Ya, ya jina lake lina utani utani hivi kama la la kuchekesha lakini ndo linaharibu vijana. kwenye kurasa zetu za Facebook na Instagram, mahojiano ambayo ameyasikia hapo njiani. lakini haya sawa, tuendele kiswahili chako bwana, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, mahojiano ya balozi Ali Karume ambayo amezungumza na Yakob Talib yapo na msihi mtazamaji na msikilizaji wetu akayasikiliza, lakini pia kuna video ya kile kinachoendelea Uganda, ikiwa tarehe 15 ndio uchaguzi Bob Wine na Museveni watachaguliwa huko Uganda mm, na niwasihi waende TikTok na Instagram waandike DW Kiswahili bila kosa hauko, na YouTube tusome ujumbe msikilizaji. Shukrani sana sana. Haya haya, asante sana Naja, tutaendelea kujaribu kufikiria zaidi hilo jina ambalo unasema ni la utani. Umelisahau sijui ama unahofia kulitaja, lakini <laughs> nianzie hapa. Facebook sale wa kama anasema tunapoadhimisha siku ya mapinduzi Zanzibar, kwa bahati mbaya hatujapata kiongozi wa kuitetea Zanzibar ndani ya muungano. Edi Ekanda anasema binafsi naona na huu muungano hauna manufaa kwa wananchi wa kawaida ila una manufaa kwa viongozi wakuu. Fred Msabi akiwa Marwa, yeye anasema siasa za hofu haziwezi kuzaa demokrasia kwele ya kweli. Nadhani anazungumzia siasa zinazoendelea kule nchini Uganda. Rafael Kapesa akiwa Mbozi, Tanzania na sana, Dickson waya waya. anasema naiombea Uganda uchaguzi wa amani. Shukrani sana Dickson wayawaya, anasema anawatakia kila laheri Uganda katika uchaguzi wao mkuu. Helen Paul anasema niwatakie uchaguzi mkuu huko Uganda. Pale Instagram, Lamek Ngosi Ngosi ametuandikia akiwa Sinza, Dar es Salaam, anasema amani itawale Uganda katika kipindi hichi cha uchaguzi mkuu. Maloba Vincent anasema huduma za afya zimedorora kwenye hospitali za umma huko Kenya. Kwanza boresheni viwango kufika hali ya juu. Salem amerudi tena, huyu Salem Koma mm. Yeye anasema hakika wapinzani Afrika wanapitia wakati mgumu sana. Maneti Magongo wa Iringa Uluti Tanzania anasema poleni sana upinzani huko Uganda kwa yote mnayopitia. Ukurasa wetu wa YouTube, matangazo haya yako mubashara. Naitwa Ndura Oscar, Wanshamba Tanzania anasema kila la heri Mars na muonde katika harakati za kuimarisha ushirikiano wenu katika masuala ya ulinzi na kiuchumi. Anime macha kutoka Arusha anasema Rais Museveni, umri wako unaenda sasa, wachie vijana wanaotaka ni somea ujumbe wake. Kayuni Rashidi akiwa Dodoma Tanzania anasema Kenya kusitisha vibali vya madaktari wageni ni sahihi, ili kupunguza madaktari wanaoingia kiholela. Imani Sabaya akiwa Arusha anawapa pole wa Irani wote waliopatwa na majanga wakati wa maandamano. Deus Dedith Mali akiwa Moshi anasema ugumu wa maisha na ukosefu wa ajira ndio chanzo cha maandamano huko Irani, hivyo kiongozi wao aangalie hili kwa jicho la tatu anaitwa Elmacha Richard kutoka Bukoba Tanzania anasema binafsi, sidhani kama uchaguzi nchini Uganda utakuwa huru na haki. Aya, tusubirie tarehe kumi na tano. Aliezo Silvester Samba wa Arusha Tanzania naye pia yupo katika ukurasa wetu wa Instagram pia anasema hatua ya Gambia kupeleka kesi ICJ ni ishara kwamba haki za binadamu hazipaswi kupuuza. Mataifa yanapaswa kushirikiana kulinda jamii zilizo hatarini Amani Fikeri Kavumbangu wa Mbeya Tanzania anasema siasa barani Afrika ni paswa kichwa wapinzani hawapo huru wanachukuliwa kama wahalifu. Shukran sana Samu Njama, asante sana Najat kwa kusoma ujumbe wa wasikilizaji, na asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Matangazo kwa siku ya leo yana ziada. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Samu Njama ni kutakie jioni tulivu. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit badry 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwaherini.